Alaikum warahmatullahi wabarakatu. Um, kwa majina ni Suleiman Ngao, nimetokea sehemu ya Pwani kule kaunti ya Kwale, eneo ya Samburu na um, nacho tu cha kuzungumzia ni waelezee ni jinsi gani nimejikuta katika Uislamu na um, kwanza kabisa wazazi wangu hawakuwa Waislamu so nimezaliwa nje ya Uislamu lakini pia nilipozaliwa nilikuwa na wakubwa zangu walionitangulia ambao watatu wao walikuwa wali Waislamu na mmoja wao alikuwa Mkristo. So katika maisha yangu ya udogo nimekuwa nimekuwa nikienda msikitini, aa, Jumapili zingine nikienda kanisani Kaenda hivyo kadri nilivyokuwa nikikua, ndo nikaja nikakita nani kwa Uislamu. So nikawa Muislamu um kwa kuanzia kama miaka sita saba hivi, na, miaka, na, miaka sita saba hapo, ndo kuanzia hapo nika nani nikaendelea kuwa kwa kubaki kwa Uislamu mpaka sasa hivi uh, changamoto maybe yenye naweza sema nimekuwa nikiipata toka nani udogoni, nikuwa nani katika yale mazingira yenye nilikuwa nikiishi, wengi wengi hawakuwa Waislamu, haswa nani wale hawakuwa Waislamu. Kwa hiyo ulikuwa unakuta kuhudhuria madrasa ama kwa nani kuenda msikitini kuswali ilikuwa ni siku moja moja, haswa siku za sherehe ndo zenye nilikuwa nikihudhuria sana sana. So nikaenda hivo nikawa nikiattend nani madrasa siku moja moja hivo, kaenda nikamaliza. Nipomaliza kidato cha nane, nipomaliza klasi cha nane nikaingia kidato cha kwanza. Sasa katika hii miaka minne nilipokuwa shule ya upili sikuatendi siku sana madrasa, nikawa tu nani, kwa sababu muda wenyewe ulikuwa hautoshi kwa nani, ukitoka asubuhi kurudi unarudi na nini usiku. Kwa hiyo muda wa kwenda madrasa ukawa pia ni kidogo, maybe wakati wa likizo, pia wakati wa likizo ni siku moja moja. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule ya upili aa, kukatokea ufadhili ambao ufadhili huu ulikuwa unafadhili nani nani kijano yote nani muislamu akaweze nani kusoma masomo ya kidini na pia ama nani masomo nani mengine. Kwa hiyo ukaja nani, nani shekh wangu wa nani hapo nani mtaani akaja kunielezea yani, nikakubalia kunani kwenda ku, nani, ku, nani, kusoma dini. So niliporudi nyumbani, kawaelezea wazazi wazazi wangu nani wakakubali, so tukaya nani tukaenda. Kwa hiyo nani shule shule hiyo ilikuwa nani, uh, Kampala kule. Kwa hiyo tukaenda huko kasoma na hiyo nani semester ya kwanza karudi nyumbani so tuliporudi sasa, asa ile nani ikawa, yani za sema, ikawa nani imeniathiri tayari kwa sababu ulikuwa nani kuna baadhi ya nani ya mambo mengine wa yani ilikuwa nani akisema anafanyika haswa, kuna hizi nani sherehe nani sherehe sherehe nini zenye ziko nani against dini, wa nikaanza kuwa yani nikawa na na najiepusha nazo, lakini sasa, utakuta uh, marafiki wengi walikuwa nani wanaattend, sasa, utakuta ni ile wanakufuata, wanakushawishi tuende, twende nini saminka nikawa na ile na kujiepusha nao nini, so kabaki nani tulipo. Tukarudi tena kwa semester ya pili kaka, huko karudi nani, karudi tena nyumbani sasa. Ile nikawa, nikawa sasa nishazoea sasa ile nani kuishi yani kuishi na nani usilamu vyenye unavyo unavyotaka. A, changamoto kubwa yenye naweza sema imenikumba ni uu, oh, nani nani ushawishi wa marafiki katika mambo ambayo yako kinyume na Uislamu. Hiyo ndo changamoto kubwa yenye imekuwa ikinikumba nikiwa nyumbani, lakini pia mbali na hayo yote nimeweza kukabiliana nayo na, na kwa sasa hivi naweza sema naelekea kufaulu katika nani kuitatua changamoto hii. Ah, wazazi wangu sio nani sio kwamba nani walikuwa Wakristo, hawakuwa na dini. Lakini ilifikia wakati nafikiri niliku, iliku, nilikuwa kama sijakosea nafikiri ni darasa la nane mamangu akasilimu. Kwa hiyo hadi sasa mama wangu ni Muislamu na pia wamekuwa sana nani wakinisisitiza wakin ku na madrasa, kwa sababu hata nakumbuka nilipokuwa nilipokuwa mdogo, ilikuwa sana nani, mara kwa mara, mkubwa mwenye alikuwa nani, nani, kijana mkubwa wa familia yetu alikuwa akisisitiza sana kuenda, nani, kuenda madrasa mpaka wakati mwingine alikuwa akituadhibu akitu, akitu tuende madrasa, lakini utakuta sasa ndio nyumbani umeadhibiwa ende madrasa lakini kitoka, na sasa ukitoka kwa njia unapata na marafiki zako nakwambia usiende sasa, unaacha una kwenda madrasa, nashikana marafiki zako, mnaenda mnacheza, ukijua sasa watu wametoka madrasa unarudi nyumbani sasa ile. Lakini tukaenda hivyo mpaka sasa hivi, nani, baba bado hajasilimu, lakini mama sasa ni muislamu na majority sasa ni Waislamu na katika sahii katika familia yetu naweza sema kidogo uh, wa, kwa sasa wananitegemea kwa sababu sahii wakiwa na nani, baada ya nani, maswali maswali yenye nani yanahusiana na dini, wa wakiniuliza mimi, wakiniuliza ile yenye nitaweza kujibu naweza kujibu, ile yenye nitaona kidogo si nani sinaofahamu nalo, nitauliza nani kwa shekh wangu. Sasa hivi nashukuru kwa pale kwenye nimefika. Ah uh, mtu kama huyu yote mwenye anaweza taka nani, nani, kusilimu lakini wazazi wake tuseme ni Wakristo au pengine wana dini nyingine mbali na Uislamu. Sasa akiwa na ile maybe kama ako na ile nani hofu ya kuwa akisilimu maybe anaweza fukuzwa hata nyumbani nini So mimi naweza mwambia tu ajaribu, ajaribu mwanzo nani, nani ausome tu Uislamu kisirisiri kwanza, usome Uislamu nani kisirisiri, alafu kwa sababu Uislamu venye Uislamu unatufunza ni kwamba haswa nani kwa, azingatie nani tabia, kwa sababu tunaambiwa tabia ndio yenye ilifanya Uislamu kaenea toka mwanzoni enzi za mtume. Kwa hiyo nina uhakika kuwa akiusoma aki tu kwa japo kidogo, alafu aki nani akianza nani, kuutumia nani, kuutumia ile nani kuwa nani, alikuwa ki, nani, akifanya hivi na kiangalia nani Uislamu umekataza anaacha anafanya venye Uislamu unaelekeza, hapo nadhani pia hata wazazi wanaweza, wanaweza shang, shangazwa na vyenye atakuwa amebadilika, kwa sababu ni uhakika akiusoma nani Uislamu, na kwa hakika akiufuata nadhani atabadilika, na mpaka wazazi wake lazima nani watamuuliza, mbona siku hizi nani umebadilika. Hasa pale watakapomuuliza, nadhani itakuwa ni wakati sahihi wa kuwaelezea nani kuhusu Uislamu.